Baada ya kamati kuu ya chama cha mapinduzi CCM kutoa ratiba ya uchukuaji wa fomu za kuwania nafasi ya urais, ubunge na uaduani, wanachama wa chama hicho wameagizwa kuepuka makundi yatakayosababisha kutokea kwa mpasuko ndani ya chama hicho. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na kumi, kura za maoni zikiliachia chama hicho makovu yaliyosababisha kupoteza baadhi ya majimbo na kuchukuliwa na vyama vya upinzani, sababu kubwa kitaiwa kuwa ni makundi yasiyo na tija na kukisaliti chama.

Baadhi ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM wameanza kuonyesha nia ya kuchukua fomu za kuwania nafasi za uraisi, ubunge na udiwani kwa kujitokeza mbele ya vyombo vya habari na kufuata ratiba iliyotolewa na kamati kuu jijini Mwanza. Mtendaji mkuu wa Chama cha Mapinduzi mkoani Mwanza, Miraji Mtaturu, anasema mwanachama anayechukua fomu kwa nia ya uwakilishi kwa wananchi anapaswa ajiandae kisaikolojia, wanaingia kwenye mchakato wa kugombea embo wajitahidi kukubali matokeo. Hilo ndo la kwanza, ukubali, kwa sababu demokrasia ipo. Ulipata fursa, umeomba, wenzio wenzio wamemchagua mwenzio zaidi wewe, ulipata watu lakini hawakutosha. Kuhusu wanachama wa chama hicho waliobobea katika kuendekeza makundi, Mtatulu wanatoa ufafanuzi. Wale ambao kwa hakika ambao ni vinara wa makundi, sisi tunatumia kanuni tu, tunatumia makanuni kwa ajili ya kuchukulia hatua za kinidhamu, hatutawaacha. Kwa sababu kanuni zipo ili ziweze kuwasaidia watu kujirekebisha. Sasa kama zipo alafu hatuzifanyii kazi, maana ya kutolewa kwake hizo kanuni itakuwa haipo. Tupo hapa kwa ajili ya kusaidia wanachama wote wabaki kwenye mstari. Sisi binafsi tunaamini kwamba yule ambaye atadhani kwamba anaweza kufanya anavyoweza kufanya, chama hakiwezi kumvumilia. Lazima tuhakikishe kwamba watu wanafata kanuni katika kufanya shughuli za chama chetu. Jumuiya ya wanawake UWT ni moja ya jumuiya zenye ushawishi mkubwa. Inawanyooshea kidole wanachama wanaotaka uwakilishi kwa kutumia rushwa, kwamba kanuni zitafuata mkondo wake. Kwa mtu ambaye anatafuta uongozi kwa kutoa rushwa, au kwa mtu ambaye wengine, siku hizi wanachama wa kawaida, wananchi wanaomba rushwa, kwa kweli, yule tutamchukulia hatua za kinidhamu, ikiwezekana vikao vitachukua hatua zake. Lazima tukemee. Tayari mbunge wa Bunda Steven Masato Asira ameweka wazi kuwa atatangaza nia ya kuwania uraisi Mei 31 mwaka huu jijini Mwanza, na siku inayofuata mbunge wa Afrika Mashariki Makongoro Nyerere amepanga kutangaza nia akiwa Butiama mkoani Mara. Abdullah Tilata, Star TV, Mwanza.